Matayo, sura ile ya ishirini na nne mstari wa kumi na tatu mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakaye okoka, andiko amesema. Lakini atakaye vumilia hata mwisho, jua kabisa, nyuma ya hilo neno vumilia kuna changamoto ziko hapo. Na hizo changamoto zinalinda wokovu luna Bwana, maandiko yasema atakaye vumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Maana yake kuna wokovu sehemu mbili. Kuna wokovu tukiwa hapa duniani, kulibwa na nguvu za giza, zinakuwa ziwezi kutupata shetani hatuwezi mapepo hatuwezi, huo ni wokovu wa kwanza. Kwa hiyo tumeokoka hapa duniani, maana yake wachawi hawatuwezi, lakini kuna wokovu wa pili, ambao wa kuiona mbili, ambao huo maandiko yanasema atakayeweza kuonyesha kwamba unawindwa na kwa naani unakuwa umevuka kwenye engo ya kuonewa na wachawi, lakini haujavuka kwenye majaribu. Majaribu ni sehemu ya imani. Majaribu ni sehemu mtu ambaye ana balansi la wokovu nawindwa. Kwanini anawindwa? Shetani anawinda kwa sababu anajua umempodoka, anawinda, anajua, anajua kabisa umemwacha, anawinda kwa sababu anajua unaenda kumwona Mungu, na kwa sababu shetani uzuri wa mbingu anaelewa Mungu, namna ipi anaelewa mbinguni, namna palivyotengenezwa, namna palivyomeremeta, na yeye anajua, sina sehemu tena ya kutubu. Dawa ni kuwafanya wanadamu hawa waliokoka kuwatesa kwa nguvu zote wasi. Mwandike hapo point kwamba tumepokea wokovu kwa, kwa, kwa, kwa, kwa neema pasi gharama, lakini kuulinda hatuulindi tena kwa neema. Mtu yeyote asije akakwambia ninaulinda wokovu kwa sababu neema imenizunguka. Neema imekuletea wokovu lakini kuulinda unahitaji gharama. Lazima uwe mwombaji, lazima ujitoe kwenye kanisani, lazima ujifunze kusikiza sauti ya Mungu, lazima ujiepushe na wewe. Hizo ndizo gharama. Kujiepusha na, na mabaya sio kitu kidogo, kuacha kulewa, kuacha uzinzi, kuwacha mabaya sio kitu chepesi. Kimewashinda watu wenye vyeo, kimewashinda wasomi. Kwa hiyo mpaka ufikie hatua ya kushinda unahitaji kujitana, unahitaji kujikataa binafsi, unahitaji kuiona dunia kama najisi, ili uweze kushinda mambo kama haya, maana hayo mambo yote yana ushawishi. Hapo ndio tunasema, Baba, tunahitaji Roho wako aingie ndani yetu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anayekushindania wewe hawezi akakushindania wewe kama binafsi ujajikana.